Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, niko naomba niulize swali moja. Ubunge Zitto Zuberi Kabwe umepata. Na diwani amepata. Tunahitaji je, tuambie, rais tumpe nani? Ninyi mnafahamu tarehe sita mwezi wa nane chama chetu kilimteua ndugu Luhaga Mpina kuwa mgombea wetu wa urais. Chama cha Mapinduzi, kutokana na woga mkubwa walionao, wamemwekea vipingamizi vingi, na sisi tumeendelea kupambana, tumekwenda mahakamani mara ya kwanza tumeshinda mahakamani, mwanasheria mkuu wa serikali akaenda kuweka pingamizi lingine, tume ikatuondoa. Tumekwenda tena mahakamani, tumemshtaki msajili wa vyama na tumeishtaki tume ya uchaguzi. Mahakama imesema itatoa maamuzi tarehe 29 mwezi wa tisa. Itakuwa siku ya Jumatatu. Mpaka hapo tutakapomaliza mchakato mzima wa mahakama, tumewaagiza wabunge wetu na madiwani wetu waombe kura za wabunge na madiwani tu. Mahakama ikiturudisha hata kwa wiki moja, tutapambana kuhakikisha tunalikomboa hili taifa letu. Kwa hiyo kueni na subra, tusubiri mahakama itakapoamua, tutatoa maelekezo. sa Sasa tupeni kura ya madiwani hapa Buhanda, Dr. Alex, tupeni kura ya wabunge hapa Kigoma mjini, nani? yeah! bunge na diwani amepata, tunahitaji je, tuambie rais tumpe nani? Nyinyi mnafahamu tarehe sita mwezi wa nane chama chetu kilimteua ndugu Luhaga Mpina kuwa mgombea wetu wa urais Chama cha Mapinduzi kutokana na woga mkubwa walionao wamemwekea vipingamizi vingi, na sisi tumeendelea kupambana. Tumekwenda mahakamani mara ya kwanza tumeshinda mahakamani, mwanasheria mkuu wa serikali akaenda kuweka pingamizi lingine. Tume ikatuondoa. Tumekwenda tena mahakamani tumemshtaki msajili wa vyama na tumeishtaki tume ya uchaguzi. Mahakama imesema itatoa maamuzi tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa itakuwa siku ya Jumatatu. Mpaka hapo tutakapomaliza mchakato mzima wa mahakama Tumewaagiza wabunge wetu na madiwani wetu waombe kura za wabunge na madiwani tu. Mahakama ikiturudisha hata kwa wiki moja, tutapambana kuhakikisha tunalikomboa hili taifa letu. Kwa hiyo, kwedi na subra, tusubiri mahakama itakapoamua, tutatoa maelekezo sasa. Tupeni kura ya madiwani hapa Buhanda, Dr Alex. Tupeni kura ya wabunge hapa Kigoma Mjini, nani? Yeah.